Ninakusalimu mtazamaji wa kipindi kizuri cha Kivulini. Karibu sana katika wasaa huu ambao ni kwa neema yake Mungu tunakutana hapa kujadili masuala kadhaa yanayohusu, uh, utendaji wa idara mbalimbali mbali ndani ya Union Mission ya Kusini mwa Tanzania. Na ninayekuendelea kipindi hiki ninaitwa Spora Mseli Morontalima, nikikualika uwe pamoja nami kuanzia mwanzo hadi mwisho. Juma hili tunaye Mchungaji Ching'olo Magoti ambaye ni mkurugenzi wa idara ya huduma za uwakili pamoja na majengo. Tutazungumza mambo mengi na kumsikia uh, kuifahamu idara hii na kuona namna gani inaendelea. Karibu sana mchungaji. Asante sana, habari ya wakati huu? Jema kabisa. Naam, uh, kabla ya kuanza kipindi chetu, basi tupate nafasi ya kuomba, na hivyo ni kualike mchungaji, utufungulie kipindi chetu kwa ombi. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru sana kwa fursa uliotupatia, sante, kwa ajili ya kipindi hiki ambacho tunakwenda kujadili mambo ya kazi yako na utume wako uliotupatia. Tuwezeshe katika jina la Yesu Kristo mkombozi wetu, amen. Mtazamaji, kama ndio kwanza unajiunga nasi, kipindi hewani ni Kivulini. Hapa tunapata taarifa mbalimbali za maidara na leo tuko na idara ya uwakili na majengo. Pengine sasa mchungaji Ching'olo Uh, mtazamaji pamoja na mimi tuko hapa tunatamani kuifahamu idara hii yeah. Namna ilivyo na inavyofanya kazi. Karibu. Huduma hii ya uwakili ni huduma ambayo hasa imejikita katika swala zima la kujifungamanisha na mtindo wa maisha ya mtu aliyempokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake na dhamana aliyopewa ya usimamizi wa rasilimali au mali kuweza kuzisimamia kwa ajili ya utume ulimwenguni, na huduma hii ya uwakili iko kwetu sisi ambao tumepewa dhamana, mimi na wewe na ndugu msikilizaji na mtazamaji anayetufuatilia, kama mawakili wa mali za Bwana, na kila kitu ambacho tulichonacho au msikilizaji alichonacho ni Bwana amempatia kuvisimamia kwa ajili ya manufaa ya kazi yake na manufaa ya kwetu, kwa ajili ya kufanya shughuli na kuitegemeza kazi ya Bwana, hatimaye uzima wa milele. Naam, na idara hii sasa inajikita katika mambo yapi? Idara ya uwakili ina vitengo vingi, kwa maana hiyo hatuwezi kusema kwamba idara ya uwakili inajikita wapi kama yenyewe, kwa sababu ina vitengo vingi ndani yake, ikihusisha mojawapo maendeleo, majengo, wosia, mirathi, pamoja na atape na amana. Kwa maana hiyo, hivi vipengele vyote au vitengo vyote, kila kimoja kina maana yake. Kwa maana hiyo, ninapoweza kueleza kwamba labda idara ya uwakili kama uwakili yenyewe imejikita wapi, tunaweza tukaeleza kwa kipengele chake na hivyo vingine kwa kipengele chake. Aa, ninaamini katika hili eneo la majengo yako mambo mengi ambayo tunatamani yeah, tu yafahamu ni mm, mm, nini hasa mnajikita mnapozungumzia swala zima la majengo? E, swala zima la majengo moja kwa moja tunazungumzia habari ya nyumba za ibada. Nyumba za ibada za ibada, nyumba za ibada za kumwabudu Mwenyezi Mungu, na habari njema ni kwamba kwa mujibu wa neno la Mungu inaonyesha ya kwamba tangu zamani e, Bwana aliwapatia watu wake hekima na maarifa jinsi ya kuweza kujenga nyumba za ibada, majengo kwa ajili ya kumwabudu Mungu na kumtukuza. Lazima tujenge makanisa mazuri yenye utukufu wa Bwana. Pamoja na swala hili la majengo, tunazungumzia habari ya ujenzi wa vyoo vyoo pia viwe vizuri vya kisasa, na unajua ya kwamba sehemu za maliwato ni sehemu ambazo ni za muhimu sana kuweza kwenda kwa sababu unapopata huduma unakaakaa kidogo, mazingira yale yakiwa mazuri zaidi. Kwa hiyo, kwenye majengo tunazungumzia makanisa, tunazungumzia vyoo na hata nyumba pia zetu sisi watumishi wa Mungu tunaishi, tuishi katika nyumba nzuri, na hata washiriki waishi katika nyumba nzuri, lakini hususan pia maeneo yetu ya kazi. E, tuna maeneo ya kazi, mfano kwenye ngazi ya tunaita field au conference, ofisi zake unioni, majengo yote yawe katika mazingira ambayo mazuri ya kumtukuza Mwenyezi Mungu. Na, na katika hili tumeona makanisa mengi yamekuwa yakipitia changamoto ya upatikanaji wa zile hati za umiliki. Mmefanikiwa uh, kwa kiasi gani kuona kwamba hili sio changamoto tena katika ukanda huu uh, kusini wa kusini mwa Tanzania? Ya, tunashukuru Mungu sana kwa kutusaidia, baadhi ya makanisa mengi, tumefanikiwa kupata hati miliki asilimia kubwa. Swala la kupata hati miliki ni swala la kufuatiliaji, kadri unavyozidi kufuatilia na taratibu ambazo utapewa na ukizifuatilia, utaelekezwa cha kufanya, na hatimaye mwisho wa siku utapata hati miliki. Tangu tumefuatilia na kuandikia balua watumishi wa Mungu kuhusiana na mambo ya hati miliki wale ambao katika maeneo yao ya kazi kwenye viwanja walivyofuatilia, tunamshukuru Mwenyezi Mungu wamefanikiwa na wanahati miliki na hatimaye sisi tunamtukuza Bwana kwa hilo, na bado tunaendelea kupambana na hili jambo kuhakikisha ya kwamba eh, maeneo mengi katika unioni yetu ya kusini mwa Tanzania kila kanisa linakuwa na hati miliki. Naam, tunazidi kusonga mbele na mtazamaji, kipindi hewani ni Kivulini, na leo niko naye Mchungaji Ching'olo Magoti, mkurugenzi wa idara hii ya uwakili pamoja na majengo. Ametugusia kwamba yako mambo mbalimbali yanayojiri katika idara hii, na baada ya kutazama katika majengo, anatamani pia kusikia katika wosia na na mirathi, hili nalo likoje? Umeuliza jambo moja zuri sana ambalo kwa sasa ni la muhimu sana kulizingatia. Kitengo cha wosia na mirathi ni cha muhimu sana. Unajua ya kwamba baada ya dhambi kuingia katika bustani ile ya Eden pale kwa wazazi wetu wa kwanza, Bwana alisema ya kwamba watakapokula ule mtu wa ujuzi wa mema na mabaya, hakika watafanyaje? Watakufa. Kwa hiyo hata mimi ninayezungumuza, hata na wewe dada yangu tunayejibizana hapa, kuna siku moja tutapita pia, hata yule ndugu msikilizaji na mtazamaji anayetufuatilia ipo siku na yeye atapita, uwe na mke, uwe na mume, uwe na mtoto, uwe na ndugu na jamaa, maisha ndivyo yalivyo ya. Kwa hiyo kitengo hiki cha uhosia na mirathi kipo kwa ajili ya kuweka taratibu na mipango mizuri ya kwamba hivi mali hizi alizokupatia Bwana baada ya kufa kwako au kutokuwepo duniani, je, hizi mali umezielekezea katika utaratibu ambao ni mzuri, ya kwamba utapenda mali hizi zitumikeje? Umeona? Sasa unakuta asilimia kubwa, wengi wetu hatuna taratibu vizuri tulizoziweka, ya kwamba mali tulizopewa na Bwana baada ya kifo zitatumikaje? na matokeo yake unakuta sasa hizi mali zinakuwa ni shida kwa sababu hazikuelekezwa katika utaratibu unaotakiwa. Matokeo yake unakuta wanafamilia wanagombana, hawaelewani, wengine wanauana kugombania viwanja, mashamba, nyumba, magari, miradi iliyoachwa hizo na wazazi. Lakini kama hawa wazazi wakiwa wameandika andiko la wosia na mirathi, alafu likathibitishwa kwa mizani ya sheria ya nchi na mwanasheria ukakuta kwamba kuna shida sana, kwa sababu kila kitu kimepangwa vizuri na hatimaye mambo yataenda vizuri sana. Uh, na mingine nimejikita kwa kiasi gani kuwasaidia waumini, kwa sababu umezungumza habari ya mirathi. Hata mimi kwangu kidogo linanitatiza, wengi tumekuwa na uoga wa kuandika. <laughs> Na kuna wakati wengine watu wameshasema, mmm, kama ukiandika unakuwa unajichulia hivi. Kama idara, mmefanya me, juhudi kiasi gani kuongeza wigo wa waumini kufahamu umuhimu wa jambo hili. Unajua mara nyingi tunaelimisha na kutoa elimu kuhusiana na wosia na mirathi. Kuandika wosia na mirathi si sababu ya kufanya wewe ufe leo au kesho au kesho kutwa. Swala la kuandika wosia na mirathi ni la muhimu, kwa sababu ni jambo ambalo katika maisha yako ya baadaye huko, ambapo kama hutakuwepo e, lakini utaratibu umeweka vizuri, haina shida. Kwa hiyo usiogope kuandika wasia na mirathi mm, kwa sababu ni utaratibu tu ambao unatakiwa. Nikupe mfano mmoja. Siku moja nilikuwa nimekwenda kwenye msiba wa mzee mmoja ambaye alikuwa amefariki, na huyu mzee na mke wake walikuwa wameketi, mzee yule akiwa hai, mali walizonazo wakaziorozesha zote. Walipokuwa wameorozesha uh, wakawasema kwamba hii hapa itatumikaje, hii itatumikaje, itatumikaje, alafu hapo chini alichonifurahisha akasema siku nitakapokufa nizikwe na Kanisa la Adventista wa Sabato. mm -hmm, kwani nilipokwenda kwenye ule msiba, huyu mama mjani akaniambia, pasta, ninakuomba hapa ndani. Akanieleza hizo habari zote, akaleta faili, nikaona hata mimi lilinigusa sana mm -hmm. Kumbe swala la kuandika wosia na mirathi ni swala ambalo sio kwamba unakufa leo, ni swala tu la utaratibu, kuweka maisha yako vizuri kwa baadaye, watoto au ndugu na jamaa hizi mali zitakavyotumika kwa ajili ya utukufu wa Bwana bila kuleta shida mm. na malumbano kama idara mmesha jaribu kufanya semina makanisani? Yeah. kama idara semina tulizozifanya ma makanisani ni nyingi, hazina maelezo hata idadi yake mm. Sehemu zote tunazopita kufundisha wakili lazima tufundishe uhusia na mirathi, na hili na jambo limekuwa na mwitikio mkubwa sana kwa watu mm. Watu wengi wamesema ya kwamba Eh, mambo haya mnayaleta kwa wakati muafaka na watu wengi ambao walikuwa wanaogopa kuandika wasia na mirathi baada ya kuwaelimisha na kutoa elimu hiyo wengi wamechukulia upande chanya kabisa kwa ajili ya kuanza kufanya vitu hivyo na kwa sababu wanasheria wapo wanaweza kusaidia jinsi ya kuandika wasia na mirathi. Lakini habari njema ni kwamba eh, kuna mwandishi mmoja ambaye bwana alimtumia anaitwa mm -hmm. Mama Ellen G White huyu Mama Ellen G White alitoa utaratibu mzuri tu jinsi ya kuandika wasia na mirathi, na machapisho haya asilimia kubwa tumeyapeleka katika majimbo madogo madogo ili wayafikishe katika makanisa mahalia ili watu wapate hii nuru na maarifa jinsi ya kuandika wasia na mirathi. Kwa hiyo tunaweza kusema kwamba huku makanisani uh, hiyo miongozo ipo ya mwongozo huo upo. Na ikiwa kama kuna mtazamaji pengine hajaipata, lakini anatamani kama angeweza kuipata miongozo hii, anaweza kuipata wapi? Kwa wale ambao wako katika makanisa mahalia, wanaweza wakawasiliana na mchungaji wa mtaa, mchungaji wa mtaa ambaye ni jukumu lake kuweza kuwapatia hizo nyaraka au maelezo mchungaji wa mtaka maana anaweza kawasiliana na kiongozi wa idara ya huduma za uwakili katika majimbo madogo akaya, anaweza akayapata, kwa sababu tuliwatumia kwa soft copy na wao kule. Baada ya kuwatumia kwa soft copy, wengine walienda wakachapisha na kuyafikisha, au wengine wakatumiwa pia kwa soft copy. Na mwasante sana. Bila shaka mtazamaji, umepata maelezo hayo ya kutosha, na pengine kama we ni miongoni mwa watu ambao ulikuwa tatizwa na wasiwasi katika swala zima la uhusia na mirathi, basi tumepata mwongozo mzuri na tunaendelea kusonga mbele, pengine sasa tukiangazia katika uh, upande wa amana hii yes. Nayo ikoje? Eh, upande wa amana tunazungumzia vitu ambavyo Mungu ametubariki kwavyo. Mfano, tuna mashamba, tuna viwanja, kuna majengo ambayo huwa yanatolewa na waumini mm -hmm. au kuna viti, au wakati mwingine kuna matofali, au wakati mwingine kuna mabenchi ya kukalia makanisani yale makubwa yaliyotengenezwa. Hivi vitu vyote vinapotolewa na Mungu, sisi tunaviingiza kwenye huduma za amana, na tunachoshukuru Mungu ni kwamba katika Kanisa la Adventista wa Sabato wako washiriki ambao kwa kweli wameongoka kwenye swala hili, wanafanya vizuri sana. Tunapokwenda kutoa semina huko na kuwaelimisha, wanafanya vizuri sana kuvileta hivi vitu kwa Bwana, na ni vitu vingi sana. Nadhani idadi yake katika taarifa nilikuwa nimeiandaa ni vitu vya mamilioni ya hela ambavyo vinakuja uh, kwa Bwana kama amana kwa hiyo hili linatutia sisi moyo kuzidi kufundisha zaidi na kuitoa hii elimu zaidi kwa sababu watu hao wanajua ya kwamba kumbe vitu walivyo navyo wanawajibika kuvileta kwa Bwana kama sehemu ya kutegemeza utume. Naam, asante sana. Na katika swala zima la ATAPE. Aa, kama idara ya uwakili mnafanya nini zaidi katika kona hiyo? E, ATAPE kwanza ni chama cha wajasiliamali na wanataaluma na tunapozungumza habali ya wanataaluma, kuna wanataaluma wa hali ya juu wakati na wachini. Na tunapozungumza habali ya wanataaluma, kuna wanataaluma ambao wamepata taaluma iliyo rasmi na isiyo rasmi. Iliyo rasmi ni ile ambayo mtu amekwenda darasani, amefundishwa, amepewa mitihani amefanya, mwisho wa siku anapofuzwa anatunukiwa cheti. Huyu ni mwanataaluma rasmi na wanataaluma sio rasmi ni wale ambao wanaipata hii elimu ambayo huyu ameipata darasani, lakini huyu anapokuwa ameipata hii taaluma eiza, mfano tunaweza tukasema ya kwamba mafundi ujenzi. mm -hmm. E, mtu anaweza akapewa taaluma na mtu ambaye aliingia darasani, lakini akampa jinsi ya maarifa, iko hivi, iko hivi, mafundi seremala na kadhalika, pia na hatimaye akawa mzuri sana kuliko hata yule alienda darasani. Kwa hiyo, huyu naye tunamwita ni mwanataaluma lakini amepata taaluma isiyo isiyo rasmi kwa hiyo hawa wanataaluma wote ni wajasiri wanaingia katika chama cha ATAPE. Tunapozungumza habari ya wajasiria mali tunazungumza habari ya wajasiriamali wakubwa, wa kati na wa chini. E, na hawa wajasiriamali wana kazi kubwa ya ya kuifanya kwa ajili ya kumtumikia Mungu. Sasa, wajasiriamali wajasiriamali wanataaluma wanapoungana pamoja ndipo wanapotengeneza kitu kinachoitwa atape chama cha wajasiriamali na wanataaluma, kwa lengo moja tu la kupeleka utume ulimwenguni. Unajua chama hiki cha atape ni chama ambacho kiko katika kanisa la Adventista wa Sabato. Bwana amekiongoza chombo hiki kufanya mambo makubwa, kufanya mikutano mikubwa na watu wengi sana wamebatizwa kupitia chama cha atape. Wanatoa muda wao, wanatoa nguvu zao wanatoa rasilimali zao ambazo wa Bwana wamewabariki. Kwa hiyo kila mkutano wanakuwa na kipindi cha muda wa wiki moja, inaitwa kambi ya afya. Hiyo ndiyo inatangulia. E, kambi ya afya hii inapotangulia, mambo makubwa huwa yanafanyika. Nakumbuka e, mkutano ule uliofanyika Kahama, walifanya operesheni nyingi sana za gharama kubwa, na wanafanya bule Hebu angalia. Yani, wa, wa, wa, wananchi, hawachajiwi hata senti, hawatoi. Kwa maana hiyo fedha zinatoka kwenye hicho chama cha, zinatoka kwa wanachama watape mm. kwa hiyo unakuta operation, mtu mmoja anaweza akafanyiwa operation ambayo inagharimu aidha kwenye milioni tatu mpaka nne, lakini atafanyiwa bure, huduma zote bure, dawa zote bure kwa hiyo kuna watu wengi wanapofanyiwa hizo huduma, nao wanaona kwamba matendo haya ya huruma, wanajitoa kwa Bwana na kumpokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Wajibu wetu kama idara ya uwakili, kwa sababu e, hawa wanataaluma na wajasiriamali wanafanya kazi kubwa ya utume, na sisi idara ya uwakili tunaungana nao katika utume. Hilo ndio ajenda kubwa. Ajenda yetu sio kwa sababu ya taaluma wala sio kwa sababu ya ujasiriamali, ajenda kubwa ni nini? Ni utume. Hawa ni watu pia ambao Bwana amewekeza kwao mali. Kwa hiyo zile mali Bwana alizowekeza kwao wanapokuwa wanazileta kwa Bwana kutekeleza utume wa kazi ya Mungu ndio maana mambo yanakwenda vizuri sana kwa, ndio maana tunawahitaji wajasiriamali na wanataaluma ili vile Bwana alivyowekeza kwao waviingize kwenye utume na ndio maana kuna kauli mbiu moja ya chama hiki cha wajasiriamali na wanataaluma wanasema ya kwamba wanataaluma au wajasiriamali wa tunaita atape e, tunasema ya kwamba Yesu moyoni, pesa wapi mfukoni, alafu ntafanyeje? Nitakwenda. Hiyo ni kauli ambayo inaonyesha nguvu kubwa sana. Yesu moyoni, pesa halafu nitakwenda. Ko, lazima niwe na Yesu moyoni. Yesu, eh, namba uh, moja kila kitu. Ndio. Lakini pesa lazima niwe na <laughs> shakeli, uh -huh. Yesu shakeli. Kwa lugha ya Yesu anasema maokoto. <laughs> Ili uweze kufanikisha, ili ufanikisha utume, kwa sababu utume nao unafanikishwa, lazima maokoto yawepo. Ukifuatilia mikutano yote ambayo hata hapa amefanya ni ni mamilioni ya hela kwa kweli. Ila kwa sababu ana Yesu moyoni, alafu yule Yesu ambaye yuko moyoni amewajalia kupata fedha na hizi fedha sasa nao wanakuwa tayari kuzipeleka kwa ajili ya utume. Ni kushukuru mtazamaji kwa kuendelea kufuatilia kipindi hiki. Tunaelekea mwisho wa kipindi kwa siku ya leo, na tumebakisha mambo kadhaa hapa ya kuyafahamu na kuhusu idara hii ya wakili inavyofanya kazi e, hatujaangalia jambo la maendeleo inavyofanya kazi, lakini bado hatujaangalia swala zima la uwakili ambao kiuhalisia ni mpana na natamani tupate muda wa kutosha yes. Eh, kujikita hapo, pengine tuzungumzie kwa uchache, ili swala zima la maendeleo, kama idara ya uwakili mnalisimamiaje? Mwanadamu anatazamiwa kuwa na maendeleo, kwa hiyo idara ya uwakili ni idara iliyojikita kuwawezesha washiriki na waumini wake wawe washiriki na waumini wenye nini, Ma wenye maendeleo mm -hmm. maisha sio kuishiishi tu Kikubwa tunachokiangalia ni, ni, ni maendeleo. <laughs> Kwa hiyo, katika jamii ya leo pia heshima yako pia inaweza ikapatikana au kaheshimiwa kwa sababu ya kuwa na nini, na maendeleo. Kwa maana hiyo tunasisitiza makanisa, e, washiriki wetu na waumini wetu wanapofanya kazi, wanapofanya biashara, wanapolima, wanapofuga mm-hmm. basi Bwana wajalie wawe washiriki wenye maendeleo, kwa sababu wakiwa washiriki wenye maendeleo ni rahisi pia kuitegemeza kazi ya Mungu kusonga mbele, na tunapozungumza habari ya maendeleo yana nyanja pana sana. Tunapozungumza maendeleo, maendeleo ya kiuchumi, maendeleo ya kifamilia, maendeleo ya uwe na nyumba nzuri, maendeleo uwe na usafiri pia, maendeleo ambayo unatakiwa kuwa nayo, maendeleo pia ya kuweza kufanya kanisa lako liwe katika hadhi ambayo ni nzuri, maendeleo ya kufanya kwa kutegemeza vitu vingine ambavyo unaweza ukaona ya kwamba hapa napaswa kufanya kitu fulani, aidha kwenye familia yako au kwenye kanisa lako, kitu ambacho hata mtu akija akiangalia anafurahi kwamba kwamba hii ni maendeleo. Kwa hiyo tunaweza tukajifanyia tathmini ya kwamba hivi kila mwezi au baada ya miezi sita au mwaka unapoisha, je, kuna maendeleo yoyote uliyoyapata au unasindikiza wenzako katika maisha? hilo unalifanya sasa kama idara ya kufuatilia makanisani au sasa inabakia kuwa tathmini ya kila mtu baada ya kuwa amepata semina hizo? E, baada ya kufanya semina hizo huwa mara nyingi tukifuatilia, huwa tunaona kuna mabadiliko kwenye makanisa kulingana na uh, mazingira tuliyoyakuta. Unaweza ukakuta kwamba kanisa linaanza mchakato wa kuwa na jenga kanisa zuri la kimaendeleo na wakati mwingine pia tunapofanya tathmini, kuna watu wengine nao wanatuambia ya kwamba ile semina mliokuja kuileta hapa imeanisha kitu fulani, nimekuwa na kitu hiki. E, mfano wakati mwingine huwa tunawaambia kwamba hasa sisi tunaoishi katika jiji la Dar es Salaam, changamoto yetu kubwa ni moja katika nyumba za kupanga e. Kwa hiyo ni vizuri sasa washiriki wetu E, tuwaeleze na kuwaseminisha ya kwamba katika hii miji mikubwa ni sawa katika nyumba za kupanga, lakini iwepo siku uwe na kwako. Unweka uwanja ukinuka uwanja, ndani ya mwaka huo tayari ni maendeleo hayo haya. Baadaye unaweka vitofali viwili vitatu, tayari ni maendeleo. Mwisho unaingia kwenye nyumba yako, tayari ni maendeleo. Kwa hiyo kuna taarifa ambazo tunazipata kwa watu binafsi kwamba baada ya ile semina e, niliguswa nimenunua uwanja, niliguswa sasa hivi nimeanza kujenga. Kwa hiyo sasa nasi tunajisikia vizuri, kumbe hizi seminar zinafanya kazi. Yeah. Sasa ni kushukuru sana, ni mazungumzo yenye tija sana, na nikwambie tu hatujamaliza, ndio kwanza tumeanza, na inatupa nafasi ya kuwa na kipindi kingine cha kujadili swala zima la uwakili. Hatujagusa kabisa aa, katika eneo hili la uwakili wanafanyaje kazi na hivyo basi kwa leo tunakomea hapa, na nikushukuru sana kwa kusafiri pamoja nami. Lakini tunapomaliza Pasta, tumalize kwa ombi kwa ajili ya kutuandaa kwa kipindi kijacho. Tuombe. Baba yetu mwema, tunakushukuru sana kwa ajili ya nafasi ya pekee umetupatia kuzungumza hapa, na mtumishi wako amezungumza mambo mengi, tumefahamu ambavyo idara hii ya uwakili na majengo inavyofanya kazi Tunajua ni mpango wako, tuifahamu ili tukaweze kutimiza wajibu wetu kama waumini. Tunaomba utuandae kwa ajili ya kipindi kingine tena kinachokuja, kiendelee kuwa na manufaa katika maisha yetu ya Ukristo. Tumeomba hivi kupitia jina la Yesu, amen, amen. Basi nikushukuru sana na panapo majaliwa tukutane tena. Bwana tukuzwe, nawe ubarikiwe zaidi.